Mna vitu vya thamani ningeomba mvifiche kwa muda. <laughs> Ficheni simu zenu. Eh? Mna laptop, tusije kulaumiana. Mambo ya kusema kwamba hii tabia yupo mundani na pitako. Tumewatahadharisha. Haya. Kitu kimepotea mundani. Mwizi hapa, mwizi ni nani? Siseme mwalimu. Siweko la <laughs> ufunzi hata walimu hata wale tunashinda. Kitu kimepotea mu studio. Mwizi hapa ni nani? Eh? Mwizi ni nani? Mmestuka, laptop haipo. <laughs> maizaambatumaondoka Na pesa ningenunuwa dunia, ningekwa na pesa kuna watu wangelia, kwanza ningenunua ikulu nipele nayo ningefugia kuku, watu wote wangelala mchana, kazi ni usiku, mtake msitake hiru. Ah, na vile masikini sisi tukipata kulia mbwata, ningamkia Masaki, kulala Dubai, chai yangu Marekani, kulala Katari. Jamani, mbona mtakoma? Nikipata pesa na pesa, namba namba mtaisoma. Jamani mbona mtakoma? Nikipata mtaisoma. Oh, kama kawaida kama, kama mzee fresh good okay. Tupo wawili sasa, haina noma hata kama mko wawili, hata mgekuwa sita, mimi na beba sitaminabeba tutondoki kupambana kama, kama kama, kuna ndugu zenu wengine wanataka kuenda, mnapoenda wabebeni tu, mimi nawabeba wote. Sasa simu simu ndo unapata ramani ramani ramani, hapa hapa imekatika. Kwa kwa hiyo hiyo, kama itaonyesha kushoto, kushoto utaniambia, utaniambia, hapo hapo mbele kama kulia au vipi hivi, eh, haina noma. Ngoja ngoja ngoja, mama, ramani yako wapi? Ramani yangu, tunaenda Bagamoyo. Tumefika bado kidogo, ni mbele tu hapo. Sasa Bagamoyo si tumekwambia tunaenda Bagamoyo ndugu yangu. Kwani nyie lamani yamesema inaenda Tabata. Mama wewe. Eh, yani ni mko sahihi, yani ni hivi. Ninyi mlikuwa mjani request mimi, sio nyie mlio nili request. Pale mlipokuwa mmesimama, alieni request mimi, lamani yangu ilikuwa inaonyesha bado dakika mbili nimkute mbele. Kwa hiyo mimi nilipokuta pale nikaona ule likumkuta ni mbali. Kwa hiyo nikaamua kufanya usamalia mwema, nikaona ni bora niwabebe nyie. Yule kwa sababu huko mbali atai tu mwingine sasa, ndugu yangu, yani kwa mtindo huo umetuchelesha mambo yetu mengi sana. Sema tu ujui, alafu na utoto mwingi sana hatuendi huko sisi, tunaenda Tabata kwenye mambo yetu ya msingi, kwenye sherehe basi mnaweza fanyeni Bagamoyo sherehe, nwe niwakuta hapa, minaeea vinywaiwdejamani mda ule nilisikia mna request, tunaenda Tabata kwako. Kigamboni.